Ndani ya vyama vya siasa, hali ambayo imesababisha mpaka wengine kujiweka kando ndani ya vyama hivyo. Daktari, tumeshuhudia siasa e, zinashika hatamu hivi sasa na uchaguzi, ndio hivyo tunavyozidi kusogelea uchaguzi. Hii misuguano nini hasa sababu? Uh, kwanza nianze kwa kusema kwamba unapokuwa ni wakati wa uchaguzi, mambo yanakuwa ni mengi. Na mara zote inafahamika kwamba kwenye uchaguzi watu wanataka mamlaka na madaraka. Sasa inapotokea kwenye chama fulani, hapa kuna utaratibu mzuri wa kupeana mamlaka, kupeana madaraka au nafasi ya kupeana uongozi, baadhi ya wanachama wa, wa, wa, wa hawapendezwi na kinachotokea. Kwa hiyo hilo linakuwa ni la kwanza. La pili, inawezekana kawa ni kutaka fursa, fursa za kuongoza, fursa za kuonekana, fursa za kuendesha za ku, za ku, za chama fulani kwa migongano hiyo wakati mwingine aletwa kutokana na maslahi hasa ya kisiasa, maslahi kwa maana ya uongozi, lakini maslahi mwisho wa siku kwenye uongozi watu wanapata chochote kitu na mkono na kwenye kinywani. Daktari, yeah. Tukiangalia toka tuanze uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995 eh, hizi misuguano mvuta ni kuvuta imekuwa ikitokea sana wakati wa uchaguzi mkuu. Inaonekana kwamba kuna kitu ambacho hakipo sawa hapa ni ukweli kwamba chama chochote lengo lake la kwanza ni kushika dola, na dola haishikwi kwa wakati mwingine wote, ni wakati wa uchaguzi. Sasa inapofika kipindi cha uchaguzi, makundi yenye maslahi ndiko yanakoibuka na hasa inapokuwa hakuna mfumo mzuri wa kusimamia uongozi ndani ya hicho chama au ndani ya hivyo vyama, mgogoro lazima iibuke, na makundi haya lazima yapate changamoto hiyo. Lakini wanakuwa na viongozi ambao hawana uwezo wa kusikiliza, kwa mfano wakaweza kuwa na uvumilivu wa kuweza kuunganisha vyama vyao. Ndio maana unakuta makundi yanaongezeka, na wakati mwingine hata chama hicho kinaweza kufikia mahali ambako ni hali mbaya kisiasa, hata kufa. Tumeshuhudia yuko vyama baadhi hapa katika nchi yetu ambavyo mpaka leo hii havina jina tena, kwa sababu ya migogoro ya ndani. Hasa ni kwa sababu ya maslahi, kama anavyozungumza kikukosa, uongozi madhubuti na kushindwa kuwa na mifumo ambayo inaweza kujisimamia yenyewe. Umesema hilo swala la kwamba kuna baadhi ya vyama vimepotea kabisa, hakuna funzo katika hivyo vyama yani vyama vingine haviwezi kujifunza kutokana na historia hiyo, hivyo vyama, vyama ambavyo vimepotea kabisa? Kwanza vilipaswa vyama vinaoingia kwenye mizozo ya na namna hii vijifunze kutokana kutokana na vingine ambavyo vimepotea katika ramani ya Tanzania kwenye mambo ya kisiasa. Uh, wengine ni wanasiasa wakubwa wamepotea kwa sababu ya kushindwa kujua namna ya kuhendwa, lakini kuna vyama vipo mpaka leo hii ambavyo vinaendeza siasa viko vyama vikongwe, viko vingine vinafanya vizuri. Sasa ni kutokana wakati mwingine na ule uongozi madhubuti, lakini mifumo iliyokuwa ndani ya chama, mifumo ya kuendesha mambo ya kis, kwa kistaarabu, lakini mifumo ya kusimamia haki. Maana haki inapokosekana hakuna mwanachama atabaki kwenye chama hicho, itakuwa ni changamoto kwao. Kuna mambo ya kujifunza ili tuwe na, na, na, na siasa za ushindani. Lazima vyama vyetu vijifunze namna ya kusimamia uongozi bora lakini kuwawezesha wananchi na wakawa ni sehemu ya, ya, ya kunufaika na siasa ambayo iko kwenye nchi, kwa sababu vyama vyama, vyama vyama vingi vinahitajika kwenye nchi vyama, ili kuleta mchanganyiko mzuri wa kuleta maendeleo, yaani kuchochea maendeleo ya nchi yeah. Unapoona kundi kubwa huu e, ni mtaalamu masuala ya utawala na uongozi, unapoona kundi kubwa linajitoa katika chama kimoja katika siku chache kuelekea uchaguzi mkuu ipi nafasi ya wale wanaojitoa? Kuna nafasi ya kufanya vizuri huko wanapotaka labda kwenda ama kufikiria kugombea? Uh, mambo hayo yanawezekana, kwa sababu mwisho wa siku uh, wanachama wanaotoka kwenye chama kimoja wakasema wanakwenda kingine au hawaendi kwenye chama chochote, maana yake wanakuwa na malengo kama alivyosema mwanzoni, kwa sababu mwanasiasa yote anataka kushika ma, ma, ma, madaraka na ni kitu cha kwanza cha chama cha siasa ni kushika madaraka, kama alivyosema kushinda uchaguzi, kushika madaraka. Sasa wanaweza kufanikiwa kwa sababu wako watu ambao walitoka kwenye baadhi ya vyama wakaenda vyama vingine, wengine wamekuwa ni viongozi mpaka leo, wengine waheshimiwa wabunge, lakini wengine wamefanikiwa, wamekuwa mpaka waheshimiwa mawaziri. Inawezekana sana kwa sababu sio wa kwanza. Kwa mfano, kutoka kwenye baadhi ya vyama, watu wametoka vyama mbalimbali mbali, wakajiunga na vyama vingine na wakafanikiwa kwa hiyo si jambo geni kwanza, lakini ni jambo ambalo linafahamika kwamba wanapotoka lazima watadhoofisha chama wanachoondoka, yaani hilo halina ubishi yes. Siasa za Tanzania pia zina utofauti gani? Kwa sababu tunashuhudia katika sasa nyingine eh, kwa mfano pengine nchi jirani mtu anabeba haiba ya mtu anabeba inabeba chama, chama yaani haiba ya mtu inakuwa kubwa kuliko ya chama. Hapa kwetu ikoje? Ni haiba ya chama ama haiba ya mtu? Hapa kwetu kutokana na misingi yetu ya Kitanzania, lakini misingi ya kizalendo ambayo chama chochote unachokiona leo hii kinafanya shughuli zake kupitia mifumo iliyokuwa imewekwa na Baba wa Taifa, ambako azimio la Arusha lilitufundisha kuwa wamoja, lakini uh, ujamaa na kujitegemea. Sisi ni wajamaa. Kwa mwisho wa siku hakuna mtu anakuwa maarufu kuliko chama chake, hayupo, na hakuna ambaye amewahi kufanya hivyo katika kipindi chote. Kuna wakati fulani wanasiasa kutoka vyama vyote, vyama vyote waliwahi kutoka kuna vyama vingine, mwingine akaenda akasema mimi ni mkubwa kuliko, lakini hakuweza kushindana na chama chake. Kwa bado chama ni msingi wa kuweza kufanikiwa kwa sababu ni chama, kwa sababu mpaka leo sheria zetu za uchaguzi hazitambui mgombea binafsi, bado zinatambua chama na kwa sababu hiyo hata ukawa unapendwa kiasi gani, kama huna chama bado huna uwezo wa kugombea nafasi yoyote katika nchi hii. Kwa bado ni vyama na vyama vimekuwa na uweledi mkubwa, na vyama ndio vinavyoulizwa na msajili wa vyama, na sajili vyama, sajili mwanasiasa mmoja mmoja. Kwa hiyo hilo lazima wenzetu wafahamu, wanaotafuta nafasi za uongozi kwamba ni vyama ndivyo ambao vinakuwa na nguvu, tofauti na nchi jirani na nchi zingine ambazo mtu binafsi anaweza akawa na nguvu kwa kiwango hicho. Hili ni jambo liko wazi, si siri kwamba e, chama tawala, chama cha mapinduzi kilipita katika misukosuko. Tunakumbuka ule msukosuko uliotokea e, katikati hapa na watu wa kahama kama waziri mkuu aliyekuwa waziri mkuu mstaafu hayati Edwin Lwasa. E, na misukosuko hiyo inatajwa kwamba pengine watu walifikiri kwamba chama cha mapinduzi kingeanguka na kama vilivyoanguka vima vingine ambavyo vilivitajwa hapo huko nyuma, lakini hilo wimbi likapita na tumekiona chama bado hivi sasa bado kipo. Kwa nini na hivi vingine ambavyo vinapitia katika misukosuko e, kuna lipi la kujifunza kutoka huko? Jambo la kwanza ni kwamba kwa mfano kwa chama kama chama cha mapinduzi, uh, ni chama kongwe lakini ni chama ambacho so kina mifumo lakini sio mifumo tu. Chama cha mapinduzi kina mfumo wake ambao umeshuka mpaka kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja kabla ya kufikia ngazi ya tawi, wana wana, wanachama wanakwenda kwenye ngazi ya tawi, watakwenda kwenye ngazi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuenda mpaka kwenye ngazi ya kata, wanashina wanakaa, wana tawi wana mpaka ngazi ya kata wila, wana mifumo yao, wana mifumo ya kukosoana na kurekebishana, wana vikao, wanakaa. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu kitoka kama wewe, chama bado kimebaki na nguvu, na kama wanavyosema, tulishuhudia siasa za mwaka elfu moja na elfu mbili na na kumi na tano ambako mheshimiwa, kama ulivyosema, waziri mstaafu alitoka, lakini bado Chama cha Mapinduzi kilisimama imara na kikaweza kushinda. Hata kama kilishinda kwa kura ambazo si kwa kiwango kikubwa, lakini kilishinda kialali kikapata kura ambazo kime, kimepata nini. Maana yake ni kwamba hata kaondoka nani kwenye chama, kwa sababu ya mfumo wake, ni chama ambacho kina mifumo yake ya kusimamia uongozi, lakini kina namna ya kujivua gamba na kukosoana na kubadilika na ku kina kina, kina kina hazina ya wazee kina hazina ya wazee kina hazina ya vijana, kina hazina ya wasomi na wako wengi. Chama kinaendeshwa na wasomi, kile ukiangalia madaktari wengi pale wanaendesha, viongozi wengi ni wasomi kwa ngazi ya juu. Lakini jambo lingine ni kwamba vyama vingine vipaswa vijifunze pia kwamba ukiwa na mfumo mzuri ambao ni mfumo imara, hata ikitokea msukosuko bado chama kitabaki kuwa salama, kwa sababu chama ni misingi, chama kina mifumo na ukitizama kwa mfano chama chonacho kitaja cha mapinduzi, si wote tunaona, ni nadra kuona wanachama wake kwa mfano wanapokosoa nje ya mifumo yao au wakawa na malalamiko, wana namna ya kushughulika katika matatizo yao wao wenyewe kwenye chama chao. Hilo ndio naweza kuliona, labda ndio tunu yao ya kuendelea kuwepo baada ya miaka mingi, tangia wame, wame, kimeundwa CCM mwaka 1977 na mpaka leo kipo kwa sababu ya hilo hasa, hiyo nguvu yao ya umoja ndio daktari, tumalizie hili sasa. vuguvugu vugu ndo tunaliona hivi sasa na linazidi kushika hatamu, tutegemee nini sasa kuelekea uchaguzi mkuu? Yapi ambayo unayaona yanaweza yakajitokeza ama yakachomoza kabla ya harakati za kampeni zijaanza? Kwanza, panapofika kipindi cha uchaguzi kama hivi, joto linavyopanda lolote linaweza likatokea hasa kwenye vyama vinavyotaka kushiriki katika uchaguzi, kwa sababu viongozi kwenye vyama hivyo wanataka kushiriki. Na inapotokea, kwa mfano ikatokea chama ambacho hakita hakitaruhusu wanachama wake wakashiriki kwenye uchaguzi, au kikafikia mahali ambako hakiko tayari tena kuruhusu mfumo wa demokrasia uendelee ndani ya chama chake, hakika kitapata msukosuko, kwa sababu wanachama wanakwenda kwenye chama cha siasa kwa lengo hilo nilolisema tangia awali lengo la chama chochote za siasa ni kushika, kushika, kushiriki uchaguzi, kushinda uchaguzi, kushika dola. Sasa kama hawapata kuwa na watu hawapati fursa ya kushiriki uchaguzi, au watu watatafuta namna nyingine ya kushika hatamu, kwa maana ya kushiriki kwenye uchaguzi. Lakini jambo jingine tu, kama imeanza hivi tuangalie mizozo ndani ya vyama vile ambavyo vya havina mifumo mizuri ya, ku, ya, ku, ya kusimamia mambo yake uh, kutoa viongozi kuchaguana ndani ya ngazi ya chama. Kama hawana mifumo mizuri, matatizo yataendelea, kwa sababu bado hawajafikia mahali ambako vyama vinaanza kutoa nani agombee kwenye ngazi ya kata, kwa mfano, nani agombee kwenye ngazi ya wilaya lakini kama chama kitakuwa kina mfumo mzuri wa kupata wagombea wake, hicho chama kitapita salama. Hicho chama kama kina mfumo mzuri wa kutatua matatizo yake wa ndani, chama kitapita salama. Kina mfumo mzuri wa kujisemea na kutoa taarifa za kitapita salama, lakini chama kikisha ingia kwenye mzozo wa kukosa haya hizo sifa zote, lazima hicho chama kitapata wakati mgumu sana, hasa katika kipindi hiki ambacho siasa ina, ina, ina, ina na joto kali lakini Watanzania wanataka kushiriki kwenye wa uchaguzi na ndio sifa ya kuwa mtanzania kuchagua au kuchaguliwa, na hilo ndio jambo kubwa kwenye, kwenye, kwenye uongozi hasa na kwenye uongozi wa kisiasa. Na, na, nimekumbuka la mwisho kabisa e, hawa wanaoondoka katika chama pengine chama kimoja ama vyama mbalimbali wanapoenda katika vyama vingine, huo ni mtaji, hiyo ni fursa ama changamoto? Aa, ni fursa kwa sababu mwanachama yoyote anapotoka kwenye chama kimoja akitaka kwenda chama kingine, kile chama kinachompokea kina kinafanya hiyo tunasema analysis na kuona kama ni kwa nini huyu tumchukue. Maana tunafahamu kuna watu walitaka kwenda kwenye baadhi ya vyama siku za nyuma hawakuruhusiwa, kwa sababu inaonekana ni mzigo. Lakini kuna ambao walitoka kwenye vyama wakaenda vyama vingine. Kwa mfano ulimtaja uh, mzee wetu hayati Edward Loasa alikwenda kwenye chama kipindi kile kuna chama mojawapo cha ushindani na alikwenda chama kile, kile chama kajikuta kipindi hicho kikapata waheshimua wabunge wengi, kwa hiyo ikawa ni mtaji wake wa kupata ruzuku na vitu vingine, kisha baadaye akatoka kwenye chama kile, akarejea tena sisi alikokuwa ametoka. Kwa hiyo tunachotaka kukisema ni kwamba wa, wanapohama hawa wanadhofisha wanakotoka. Hiyo lazima ukubali, kwa sababu chama kinataka wanachama, wanachama na wanachama. Waondoka ni pengo, na usitegemee kama watu wanatoka kwako kujiunga kwako ni wachache, huku wanako kwenda wanapeleka neema, neema ya wanachama, lakini neema pia ya kwenda kuunga mkono na kuendelea kuongeza idadi ya wapiga kura kwenye chama hicho kingine. Daktari nakushukuru sana. Asante sana. Halidi Gangana, ni Dkt. Ombeni Msuya mwadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, akijikita zaidi katika masuala ya uongozi na utawala amezungumza mengi sana. basi nirejeshe matangazo kutoka huko, eh, Dar es Salaam ili matangazo mengine ama eh, habari nyingine za eh, haridhio ziweze kuendelea hapo. Sisi kutoka Mwanga tuna la ziada, asante sana.